Kabisa, na watu watateketea. Lakini akasema Petro, wewe ndio nakuambia, juu ya mwamba wa kanisa hili la nyakati hizi nitazenga msingi, nitalijenga, nitajenga kanisa juu ya mwamba huu. Kwa hiyo lazima na sisi tuungane na kanisa ambalo linatembea kwenye sauti ya Kristo mpaka leo. Hilo ndio kanisa Yesu Kristo analoliamini, hilo kanisa ndilo analotenda kan, nalo kazi katika nchi ya Tanzania. Hilo kanisa ndilo analotenda kazi nalo katika kanisa katika mabara ya Ulaya, wanasaidia sana. Kwa hiyo kuna kanisa la Kristo ambalo paka leo linaendelea kutembea kwenye msingi ndio analitumia kuendelea kutangaza uhamsho. Ukikukuta mahali hapana uhamsho, hapana msingi wa Kristo, sio msingi wa Bwana. Malango ya kuzimu yanaingia, napita, napitisha vitu vyao. Mkristo anatumiwa na shetani kwa mambo ya ajabu na wanaona kawaida. Hilo sio kanisa la Bwana. Hapana mwamba pale. Mwamba ni Kristo Yesu. Kwa hiyo lazima uungane na kanisa ambalo liko katika Kristo ya kweli. Lipo katika Injili ya kweli. Kwa habari ya roho, ni roho gani ambayo inagulinda katika maisha yako? ni baba gani wa kiroho uliye naye? Kwa sababu ile roho inatembea na mtu. Tunaona Elia, ile roho hiyo kwa Elia ilitembea na Elisha. Bwana, saidie sana. Ile roho hiyo kwa kwa Kristo ilitembea na wanafunzi wa Kristo paka leo, na sisi wanafunzi wa Kristo tabia tunaziiga. Kwa hiyo kama ni roho ya mpinga Kristo, ile roho ndio itakayetembea na wewe kwenye maisha yako. Nikasema kama yule nabii ana roho ya uongo, kama ni roho ya, ya, uzinzi ndani yake, na kanisa zima mtakuwa wazinzi. Chaiona hiyo. Ukikuta mahali fulani kuna uzinzi ndani ya kanisa, ujue hiyo kitu inaanzia kwa kiongozi. Roho ya zina nimeshindwa kuiacha, iko kwa kiongozi. Ile roho inatembea na we mtu. Kama baba yako wa kiroho atakuwa ni mcha Mungu, amesimamia upande wa kuinena njia ya kweli, ile roho ya Mungu ya kutakaswa ya utakatifu itakuvaa. Utanena kama ye, utanena habari ya, ya matengenezo, utaichukia dhambi ndani yako kwa sababu ile roho iko ndani yako, kama kanisa liko katika mlezi wake ni mtu anapenda njia za ujanja tu wa kidunia, kama mchungaji yeye hana ndoa kama nyinyi, wali, watu, wa pale, ndoa kama anaoa mke anamwacha tu, itakuwa zinavunjika tu. Kwa sababu ile roho inatembea ndani ya agano lile. Hapana msingi wa Kristo pale. Kwa sababu kwa kuna msingi wa Kristo anasema wala malango ya kuzimu hata lishinda. Majira haya kaza mwisho tuko nazo. Kwa hiyo ninaendelea kutangaza. Ninaendelea kusoma sasa hiyo sura tano sikiliza kwa kwa makini. Nimesema ni kitabu cha kitabu cha ufunuo sura tano mstari wa kwanza kuanzia hapa. Nitasoma mpaka nitakapoishia. Kwa nini unasema hivi? kisha nikaona katikati, katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani yake na nyuma, kimeandikwa muhuri saba. Hapana, ninarudia tena maandiko, anasema hivi: kisha nikaona katikati, katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilicho kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri saba. Kile kitabu Yohana akaonyeshwa, akapelekwa katika majira ya Danieli. Danieli alionyesha ile ile kitabu, aliambiwa kwamba kitie muhuri kitabu cha unabii huu. Bwana Yesu so, asaidie sana. Yohana akuwepo kwenye kizazi kile, lakini akapelekwa katika roho akapelekwa katika nyakati za za Malaki. Danieli analetewa wale unabii anakiona kile kitabu ambacho kilitoa muhuri ya kuwepo Yesu akiwa amesimama juu ya maji, akamwambia Danieli, maneno ya kitabu cha unabii huu yatie muhuri. Mm. Akaletewa huyu mtumishi wa Mungu Yohana aliyekuwa kisiwa cha Patimo, amekamatwa akapelekwa, aliposhindikana kuuawa kwenye maji ameshindikana kuuawa kwenye mikuki, akapelekwa katikati ya kisiwa kitwacho Patimo ambapo kulikuwa kile kisiwa kikitafuta kwenye Google, kimezungukwa na gapoli manake kulikuwa kuna wanyama wakali walitaka angamize ili wanyama watakapomona wamkimbilie Yohana kwenye kale, kwenye kale kama msitu wa muangamize. Bwana tusaidie sana. Katikati ya ile sida, katikati ya mateso, katikati ya wa, mikononi, katikati ya mikononi, mikono ya maadui walipomkamata wakamweka pale akamfunga wakamweka, mm. Bwana akamtokea akiwa katikati ya maadui katikati ya kuteseka, Bwana akamtokea akawa anamwonyesha maono akawa anamwonyesha maono akawa anamwambia kwamba, akamwonyesha kitabu kimetiwa mihuri saba, ambapo ni roho saba za Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sita mstari wake wa tano sura yake ya tano mstari wake wa ngapi, wa sita watu wa Mungu Habari haya mambo ni kweli, anasema mimi ni Alfa na Omega, mambo haya ni kweli, tena ni kweli. mm. Akaambiwa alipoona hayo, mtumishi wa Mungu Yohana, nini kilichotokea? Akaona saa, alipoona Yohana alijiuliza hii kitabu nani alikitia ki mihuri, kimetiwa mihuri saba. Nikipindikia nimekusoma kitabu cha Danieli, saa Danieli aliambiwa ayatie mihuri, hiyo mihuri ndio ile roho saba. Sasa zilikuwa zimetiwa pale kuyadhibiti ule unabii usiibiwe. Kilitokea nini alipoona, alipoona, alipo hayo ndani na nyuma kimetiwa mhuri saba. Msari wako wa pili, nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu. Ni mmoja wapo wale malaika waliokuwa wamesimama na Danieli. Sasa mashahidi wanatokea tena, mwenye nguvu anasemaje? Anasemaje huyu malaika? Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani astahilie kukifungua kitabu cha kitabu na kuzivunja miuli zake akauliza ni nani astahilie kukifungua kitabu hiki na miuli yake. Wakati wa mwisho sasa ndo huu tulio nao. Ni nini kilitokea? Mstari wa tatu, mstari wa tatu, anasema wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama wala wa kukitazama. Mstari wa tano anasemaje? Mstari wa nne nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu, wala wala wala kukitazama. Yohana akalia akalia, Yohana akawa namlilia Bwana, tutapata wapi tena tumaini, tutapata wapi tena msaada? Maana pasipo kufungulia mihuri si hapana wakati wa kurudi kwa Yesu mara pili. Yohana akawa nalia, tutapata wapi tumaini, tutapata wapi tena msaada? hapana aweze kukitazama wala kukifungua kile kitabu msali mm -hmm. wake wa tano anasemaje? Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia usil, usil, usil, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba na zile mihuri zake saba, maana yake amepata kushinda. Wakati anamwambia Danieli, wakati anamwambia Danieli kwamba atie mihuri, maana yake ajaja duniani kulikuwa kuna kitu alicho alikuwa anataka kucho kufanya, yani aje ajinyenyekeze hata mauti, katika kwa Filipi wa Filipi, wa Filipi sura ya pili msali wake, kwa hiyo wa sura ya 8, anasema alichinyenyekeza hata mauti. Alitaka aje duniani kwanza aje agubariane, agubariane na wale majaribu, apite, atukanwe, ateswe, anenewe neno la kila aina, apitie mateso, apigwe mijeleti, aandikwe msalabani, laana zetu ondoke. Ndipo sasa amandiko anasema hapa, yuko Simba wa kabila la Yuda ameshinda. Ameshinda nini? Ameshinda pale, akapita katikati ya, ya, ya shida zote. Mwisho wa siku mwanaume alipoenda kulala akazikwa pale, siku atatu akafufuka Akashinda mam, ndipo akastahilie kukifungua kitabu cha siku inayokuja. Bwana atusaidie, simba wa kabila la Yuda yeye ameshinda, apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri saba. Mstari wa sita nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne na katikati ya wale wazee, mwana kondoo amesimama aliyekuwa kama kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote hmm. Zile roho ndio zilizokuwa zime zimeulinda ule unabii wa Danieli. Akashuka sasa amesimama katikati, kama alivyokuwa amesimama wakati anatia muhuri kile kitabu cha unabii. Anamwambia Danieli, alikuwa amesimama katikati ya maji, hapa anaonekana amesimama katikati ya kiti cha enzi. Bwana Yesu asaidie. Hiki kitabu ni kipi? Hichi ndicho kitabu kitakachokuwa kinarekodi majina ya watu. Bwana atusaidie sana. Sikiza Yohana akaambiwaje sasa kitabu cha Ufunuo tena 22. Yohana hapa wakati kinafungua kitabu hiki, akajisahau tena. Ni nini alicho alichokuwa kitaka? Bwana akamsemesha. Kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo anasemaje? Kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 10 anasema hivi. Anasema ya kwamba akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki. Kwa maana wakati huo umekwe, umekaribia. Kwa maana wakati huo umekaribia. Akaambiwa huyo Yohana, akaambiwa, wewe usiatie muhuri sasa maneno ya unabii wa kitabu hiki kwa sababu wakati umekaribia. Ndio wakati huu, mtumishi wa Mungu, kuisha kumbe, tayari kimesha kufunguliwa kile kitabu. Kumbe haya mambo ya kinabii akina Danieli yameshaanza kutimia. Tunaona Danieli alitabiri mambo mengi sana, chukizo litasimama patakatifu, litaanzia pale, watanena watamtukana Mungu watasema kinyume ndani ya kanisa, watamtukana Mungu, chukiza la uharibifu. Danieli aliyasema haya. Kwa hiyo kimeshafunguliwa tayari, yanatenda kazi. Wateule wa Mungu tu katika wakati wa mwisho sana, lazima majina yetu yaandikwe, kwa sababu anasema ya kwamba, kwa sababu anasema ya kwamba katika kitabu hiki cha, kitabu cha Ufunuo kumi na moja kitabu cha Ufunuo ishirini kumi na moja tena zungumzaje? Hapa anazungumza kitu kimoja cha ajabu sana. Kisha nikaona kitabu cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie ya juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na, na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hawa wafu wakahukumiwa waka katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Hicho kitabu kimefunguliwa ambao kinatunza sasa habari za watu. Anasema walisimama katikati ya, walisimama mbele ya Kristo kama ulivyosoma pale pale. Kitabu cha matendo anasema kwamba ndipo watakapo, watakapokusanyika watakapo mataifa, ndipo watakapokusanyika Atachambua kama vile mchungaji achambuavyo kondoo na mbuzi. Bwana asaidie sana hapa. Anasema baada ya kufufuka wafu hawa ambao Danieli alisema kwamba, maana wote walalao katika mavumbi watafufuliwa, wengine wapate uzima wa milele wengine anasema kwamba wapate aibu milele, Jehanam. Bwana atusaidie sana. kwao ni injili hii ambayo tunaendelea kuikazia na kuihubiri na kukukumbusha. Tayari haya mambo yalihubiliwa zamani, yalikwisha kusemwa na watumishi wa Mungu. Na wakina wana walikuja kuyahubiri tena kuyarudia yale yale. Maana yake kuna kitu kiko ndani yake kuna hatari katikati yake. Tunapoacha kuisikiza hiyo sauti, kuna upanga unakuja tutakapokataa kuisikiza hii sauti, ambapo hapata kuwepo na kujitetea, ambapo hapata kuwepo na huluma yoyote. Maana yake andiko liko wazi, ambapo Bwana ametupa nafasi ya kutengeneza. Bwana ametupa nafasi ya kufanya mazoezi kila siku ya kuhakikisha tuna dumu katika njia ya salama ya kuhakikisha tunampendeza Mungu katika, katika njia zetu ya kuhakikisha tunasoma neno la Mungu ya kuhakikisha tunaomba katika majira haya tuliyo nayo tunafanyika nuru ya ulimwengu kwa wengine waokolewe, wa, kupitia matendo yetu mema. Anasema dumuni sana kutenda mema, takeni hukumu za haki, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu ya haki, takeni sura sura sana, sana karama za Roho Mtakatifu. anaendelea kueleza hapa, akasema. Sawa sawa, narudia hapa kwenye majina. Kumbe kuna majina yapo mle, majina ya watakatifu, majina ya watu walioshinda dhambi, majina ya watu waliojikana na kumkataa Shetani, majina ya watenda dhambi yamekusanywa pia, yenyewe yapo. Anasemaje sasa? Sitakuaje? Narudia, narudi mstari wake wangapi, huo huo umeunganishwa mrefu sana, sura ya 12, nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Hicho kitabu cha uzima kitaendana na watu ambao wameisha maisha, waliishi hapa maisha matakatifu ya kumpendeza Bwana Yesu, wameisha maisha, waliishi maisha ya utakatifu, waliishi maisha ya kumwamini Kristo kwamba ndiye njia ya kwenda uzima uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa sawa na matendo yao. Kumbe kuna maandiko, kuna vitu, kuna matendo yatakaa naye, ndugu yoandikwa, kila mmoja atahukumiwa kwa matendo yale, sio kwa kujitetea kwa kinywa chake. Aijalishi ulikufa ukaombewa na wachungaji wangapi, wakabandikia mikono kwenye kaburi, wakawa nafanya sala zote, kama ulikufa kwenye uovu, maandiko anasema kwamba utasimama, matendo ndio yatakueleza. Toma nikasema wanaoomba wafu wale ni watu ambao wako kinyume na Kristo. Wanaoombea watu walio kufa, wanaoombea wafu ni ibada za sanamu zile. Ibada za wafu zile. Ibada za mashetani zile ambazo Kristo amezikataa. Utamwombeaje mtu aliyekufa? Aende mbinguni. Nikawambia kama ni hivyo, kuna hivyo watumishi wa Mungu. Kama mnaojiita mapasta ni wasi wachungaji mnaoombea watu walio kufa, mnaenda kuombea Mungu awapokee. Kama ingekuwa kuna uwezekano wa kuombea basi watu wakishakufa